Bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasolatu wassalamu ala rasulillah mabaad. E, ndugu mtazamaji, karibu kuna kwa kipindi chetu cha ukumbusho wa wiki, tukiwa na mgeni wetu ambaye ni mgeni rasmi. E, tutamwomba mgeni wetu aweze kujitambulisha mbele zenu ili mpate kumfahamu vyema. Na mwalimu mkuu, karibu kuna kwa kipindi chetu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, shukrani zote nastahiki Mwenyezi Mungu mweza wa mwingi wa rehma mwenye kurehemu, Mwenyezi Mungu ambaye ni mweza wa kila jambo rehma, rehma. Salamu, salamu na amani zimwendee kiongozi wa umma Saidina Muhammad asalamna ahlize aswaabaze na waumini yote ajisiku ya mwisho. Kama vile ndugu mtangazaji ambaye ni mratibu wa Al-Hidaya Online channel, eh, ameniomba kwa jina naitwa Sai Nguvu Almas ama jina maarufu Messi mzee, kutoka katika nchi ya Burundi, mkoa wa Rumonge. Naam, mashallah, karibu sana kwa kipindi chetu hichi cha ukumbusho wa wiki. Eh, kwa jina kamili Sai Nguvu Kalimas maarufu Mesi mzee, nadhani watu wako nyumbani wakisikia Mesi mzee bila shaka wanamtambua ni nani e, na, e, mwalimu mkuu eh, nadhani uko nyumbani katika mji wa Rumonge e, ambapo ni karibu na mji mkuu wa kitambo Bujumbura. Eh, nadhani uko uko na shughuli kubwa ambazo ni shughuli za kusimamia madrasa na hizo madrasa ziliungana kwa maana kuna ule umoja wa madrasa katika mji huyo wa Rumonge huko nchini Burundi. E, ni changamoto gani labda mnaweza kuwa mnakutana nazo katika usimamizi na uendeshaji wa umoja huyo wa madrasa huko? Naam, ndugu mtangazaji, ambaye ni mratibu wa Alhidaya ya ya hapa Nairobi. Kabla ya kujibu swali lako hilo, eh, ningependelea kwanza nitoe shukurani zangu kwa viongozi na uratibu wa chano hii ambayo ni chano maarufu sana hapa mjini Nairobi. Eh, ni chano ambayo inachangia sana kwenye juhudi na E, mipangilio ya dini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipe kila la heri. Amina, amina. Na tumebahatikiwa ku, eh, kualikwa katika studio za chano hii baada ya kuwa e, tuko hapa Nairobi e, before mwezi mtukufu wa Ramadhani na mpaka leo tutasema ni takriban karibu miezi mitatu tuko hapa na leo hii tumebahatikiwa kufika katika studio za chano hii ya Alhidaya ambayo leo ni Sunday eh, April 20, eh, 2025. Naam, kwa hiyo tukiingia katika jibu la swali la mratibu na mtangazaji wa chano hii ni kwamba sisi ni viongozi, eh, headmaster wa shule ya Nur Islamic Madrasa katika mji wa Rumonge, na vile vile tukiwa ni eh, supervisor wa muungano wa shule za Kiislamu Rumonge, ili muungano huo kujulikana kwa jina la Quranic School Alliance. Mashaallah, mashaallah. Naam, kwa hiyo eh, shule zetu kweli, kama vile mtangazaji amevyouliza, zinapitia kwenye changamoto kubwa sana changamoto ambayo upande mmoja imesababishwa na ukosefu wa ufadhili, na kwa upande mwingine vile vile tutasema eh, juhudi za wazazi. Tukianza na jambo la kwanza ambalo tumesema ni ukosefu wa ufadhili, ni kweli harakati nyingi sana za taasisi nyingi ndio huwa zinasaidia kufadhili vitu kama shule, licha ya kupata mfadhili e, wa kibinafsi, lakini shule nyingi zina zinapata masponsa ambayo ni taasisi za Kiislamu na sehemu za kule kwetu tumepata kushuhudia ya kwamba kweli pana watu Mwenyezi Mungu kawajalia mapato makubwa, na hao ndio wangeitwa kuwa ni wafadhili wa shule, lakini bahati mbaya hawajihusishi na mambo ya shule. Na taasisi ambazo tunazo kule nyumbani kwetu, pana taasisi ziko vizuri, lakini vile vile hazijihusishi na masuala ya shule kwa hiyo ndio maana shule nyingi miongoni mwa shule zetu e, zinakuwa zina matatizo makubwa, na zinakuwa zinafikia zingine kutaka kufunga milango, sababu shule zinaendeshwa na walimu, na walimu inakuwa wanakosa e, ile ambayo tunaitaga motisha fulani itawezesha kuendelea unafanya kazi. Na kwa upande wa pili, tumesema vilevile hali inatokea upande wa wazazi e, wazazi ni kama hawajihusishi kikamilifu na shule za madrasa e, wazazi wanajihusisha sana sana na zile shule ambazo tunaita shule za kizungu, lakini shule za madrasa wazazi ukweli wamezipuuza, wamezipa mgongo. Kwa hiyo hata ikitokea ada ya shule na ada za kule kwetu ni ada za kawaida tu ambazo ha, ha, si tunaweza kusema kuwa ni, ni kiwango ambacho kinatisha ama, ki, ni kiwango cha hali ya juu. Hapana, ni kiwango kidogo sana e, lakini wazazi kutokana na vile hawajihusishi na madrasa, inakuwa mara kwa mara wanashindwa kutekeleza wajibu wao, na inakuwa inafikia shule E, ama watoto kuacha shule ama shule kutaka kufungwa kutokana na hali hiyo. Naam, eh, kweli, changamoto ni nyingi, na ala kule hali, watu lazima wajue umuhimu wa madrasa, na watu wakijua umuhimu wa madrasa, bila shaka ni kwamba watawajibika, na kwa kuwa sasa watu wengi ni kwamba hatu, hatu yaani hatupi muhimu ama madrasa tuzipi kipaumbele, ndio maana tunaona hali ndio hali hizo katika madrasa tofauti e, kama vile wazazi wa kutowajibika, zaidi wazazi kuzipa kipaumbele hizo shule ambazo tunasema kama ni shule za kidunia ama shule za kizungu na kuzipuuza madrasa ama shule za madrasa. Na kule hali kamba wazazi wangejua muhimu wa hizo madrasa, bila shaka a mstari wa mbele katika kufadhili na kusapoti kwa njia moja manyingine, harakati hizi za madrasa, kwa sababu hii madrasa ndio inakwenda kumlea mtoto kimalezi ya Kiislamu, kimalezi ya Kiislamu, kitarbia ya Kiislamu, mshaona adabu ya Kiislamu, adabu ya mtu na Muumba wake, adabu ya mtu na mtume wake, adabu na dini yake na watu wote kwa jumla. Bila shaka ni hizi madrasa ambazo ni shule za Kiislamu ndizo zinakwenda kumjenga mtoto katika maadili mema kama haya. Ala kuli hali, Mungu awafikishe wazazi waone kwamba madrasa ni kitu cha muhimu sana, na waweze kuzisapoti kwa njia moja ama nyingine. Na madrasa eh, na mwalimu mkuu kuwa na mko, e, kitu muungano wa madrasa, bi maana madrasa kuungana. E, tuambie kwamba utuambie ni madrasa ngapi zimeungana katika huyo umoja wenu, na pia je, katika huyo muungano wenu hizi madrasa zinatumia system moja ya ufundishaji ama kila madrasa inajitegemea na system yake, ama na mfumo wake wa kufundisha? Na asante sana ndugu mratibu na mtangazaji wa Al-Hidayah Online Channel. E, ni kwamba huyo muungano wetu ambaye ni eh, Quranic School Alliance ni muungano ambao umejumuisha shule takriban tisa Mashaallah. Eh, shule takriban tisa mashaallah. Na kila shule ina zaidi ya eh, classroom sita mashaallah. Kila shule ina zaidi ya classroom sita. Na kila classroom moja ina zaidi ya wanafunzi eh, 50 zaidi ya 50, wanafunzi 50 students Mashallah. Kwa hiyo ni muungano mkubwa sana eh, ni mkubwa kabisa ambaye ni muungano ulikuwa unapashwa eh, taasisi za mji wetu na mashehe wa mji wetu na wafadhili wa mji wetu waweze kulea muungano huyo, lakini ubovu wa bahati ni kama hayo yote hayapatikani, hakuna taasisi inajihusisha wala hakuna mfadhili anajihusisha. Na ndio maana hizi shule kutokana na changamoto zinapita hemo. E, tuliwezwa kuitwa hapa Nairobi kwa kuweza kufuatilia kozi fulani, ambayo ni kozi ya kuweza kutazama ni namna gani shule hizi zinaweza zikajiendesha zikajilea bila wafadhili na bila ya kutegemea taasisi zozote, ambao katika kozi tunazozipata hapa ni kozi za private school self financing system. Kwa hiyo itatusaidia eh, kozi hii itatusaidia tuweze kubuni au kuunda mbinu namna gani shule zetu zitakuwa zikijitegemea zenyewe, na kutokana na kitengo hichi pana baadhi ya walimu tutawatuma hapa Nairobi kuja kufuata semina katika kitengo hichi. Mashaallah, mashaallah. Kwa hiyo shule zetu hizi zinapitia changamoto kubwa, zinapitia changamoto kubwa, lakini e, tunajitahidi tunajitahidi, e, tunanangana kama vile msemo wa Nairobi wanavyosema kuweza kuendesha shule hizo, naam na mashaallah ee, nakumbuka katika mazungumzo yetu sasa, kama kuna kitu mko mnaandaa msabaka, yaani mashindano ya waliohifadhi Qur'an katika huyo muungano wenu ambao mliungana kwa pamoja hizo madrasa. Je, kae katika utayarishaji wa huyu msabaka ya mashindano ya Qur'an, je, kuna watu ambao wako nyuma yenu wanawasapoti katika kuendesha mashindano hayo ya Qur'ani, ama ni nyinyi kama muungano wa madrasa hizi nyinyi pekeeni ndio mmejipigapiga huko na huko mpaka kufikia malengo hayo ya, ku, ya kuanzisha msabaka huyo au mashindano ya Qur'ani? Na asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli eh, muungano huyu wa shule za Qur'ani mjini Rumonge huko na ndaa Musabaka wa Qur'ani tukufu Masha. Na kama vile nitavyotaka tufahamu kwa kina ni kwamba e, katika nchi za bara la Afrika taasisi karibu zote za Kiislamu, shule karibu zote za Kiislamu zinapotaka kuandaa jambo lolote zinapotaka kuandaa harakati yoyote huwa kwanza zinatupa macho kwenye ufadhili. Sio sisi tu muungano wa shule like za Kiislamu Rumonge au katika nchi yetu ya Burundi pekee ndio huwa wanatupia macho ufadhili, hapana. Ni katika karibu nchi zote za Afrika tasisi zote, shule zote, na mengineo huwa wakitaka kufanya jambo la aina yoyote, wakati kufanya harakati ya namna yoyote, huwa kwanza wanatupa macho katika ufadhili, na sisi hatuweze kuepukika na hilo jambo e. Ni kwamba muungano wetu huyu wa shule za Qur'ani Rumonge e, ulipangilia jambo hilo na ukawa wakwanza kuweza kutazama ni namna gani tutaendesha jambo hilo ndio sasa tukatupia macho kwenye ufadhili e. Tutasema bahati nzuri, pana shirika moja fulani ambalo lina uhusiano mzuri na muungano wetu huyu na e, shirika hilo linapatikana katika mji wa Cape Town, South Africa ashamba, kwa jina linaitwa Madrasa Supporters ndiyo e, tuliwasogelea ili waweze ku kuwa ma sponsor wa msabaka huyu, na bila shaka waliweza kutukubalia, na ndio tuko katika mipangilio ya kumalizia malizia eh, shughuli za mwisho mwisho ili msabaka uweze uweze kuanza. Kwa hiyo msabaka huyu bila shaka utakuanza katika siku hizi za karibuni, na mashallah mashala, eh, Mungu walipe yao ambao ni madrasa supporters ambao wanapatikana South Africa. E, Mungu walipi kwa juhudi zao ili kuweza kufanikisha jambo hili nzima la msabaka. Naam, e, nikiuliza na msabaka inakadiriwa tarehe ngapi? Ni mwezi huyu ama ni mwezi unaofuata kwa kumalizia kipindi? E, msabaka huyu umepangiliwa ni siku ya Jumapili, ambayo inaweza kuwa ni Jumapili hii na kama bahati mbaya sehemu italeta tatizo sababu sehemu hiyo tutafanyia ni sehemu ambayo panafanyia mihadhara mingi sana ya Kiislamu. E, kama Jumapili hii itakuwa umekusha ratibu e, shughuli zingine, basi itakuwa hii Jumapili ya kufuatia na, mashallah. Kwa hiyo sasa ni kwamba tutarajia kwamba msabaka unaweza ukafanyika Jumapili inayokuja. E, mm, bimani itakua ni tarehe ishirini na, na sita kama siku sahau. Itakua tarehe ishirini na sita ama tarehe ama tarehe nne mwezi mm, wa tano. Yaani wiki moja mbele ama wiki mbili mbele mm, msabaka utakuwa umefanyika kwa inshallah utakua wa Taala, Subhana wa Taala. E, basi Mungu wale wote ambao wako nyuma yenu kwa njia moja ama nyingine kwa kuwasupport, basi kwa Mungu mm, awape nguvu na juhudi zao Mungu azikubali zenu na zetu kwa pamoja e, na pia tuseme ndugu mtangazaji, kama tunasikia, changamoto za madrasa ni nyingi. Madrasa nyingi ni kwamba zimetupiliwa ala kule, hali wewe kama mzazi, wewe kama Mwislamu, kama mwenye uwezo, angalau Mungu amekuwezesha, basi zione madrasa, zione madrasa kwa njia moja ama nyingine zi support. Unaweza kwa support madrasa kwa kumuona mwalimu wa madrasa kwa kumpa mshahara ili ni moja katika njia ya kusapoti madrasa. Na vilevile labda kuna madrasa nyingi nimeona hapa Nairobi zinarentiwa, zinalipiwa renti, pia pia, kwamba pia unaweza ukasimamia jukumu hilo la kulipa renti kila mwezi kwa ajili ya madrasa, na vilevile vile kuleta masahafu eh, na majuzu na vitabu vya wanafunzi madrasa zote. So hizi njia ndugu mtazamaji eh, mta ni katika njia za kusapoti na kuisukuma mbele elimu ya dini imaana kuisukuma shughuli ya dini, njia moja wapo katika hizi. Kama una uwezo basi, wewe ndugu mtazamaji, usikae nyuma, angalau support hizi madrasa ambazo zinandea watoto wetu katika maadili mema kwa njia moja ama nyingine. Kama unaweza, ni parent ya madrasa. Kama unaweza, mfadhili mwalimu. Kama unaweza, leta masahafu, leta majuzu, leta vitabu, leta kalamu waone watoto wa madrasa, bila shaka Mungu atakulipa kodi yako hiyo. Wahava. Na ndugu mtangazaji, kabla tujafikia kileleni, ni kwamba eh, habari zimezungumza ni habari za kimsingi ambazo kule kwetu zimekosekana. Tukisema hivyo ni kwamba kutokana na muda tuko hapa, tumejaribu kuzungu, zungukia madrasa za hapa tumekuta kuwa wazazi wamezipa kipaumbele. Shana. Wazazi wanajihusisha sana sana sana na madrasa, ambao tukizungumzia hapa labda wazazi wa kule kwetu wataona kama ni jambo la ajabu sana. Wazazi wa madrasa za hapa Nairobi wako tayari kwa lolote lile kutokana na madrasa za watoto wao na ada ya shule hapa. Ada ya shule sehemu tumezungukia, tumekuta Uh, eh, ada ya shule kwa mwezi, kwa mwezi kila mtoto analipa zaidi ya eh, pesa elfu hamsini faranga za kwetu. Kila mtoto analipia mtoto wake zaidi ya faranga elfu hamsini takriban pesa za Burundi, Jambo ambalo kule kwetu haliwezi kuwezekana, elfu mbili ama elfu moja inaleta matatizo, lakini kutokana na juhudi ya wazazi hapa, kutokana vile mshikamano na madrasa za watoto wao, wako tayari kutoa pesa kama hizo kwa kila mwezi. Zaidi ya franga elfu hamsini ni hela nyingi sana, lakini wazazi wanaonyesha kuwa wako tayari kwa lolote lile ili madrasa ya watoto wao waweze kwenda mbele, ili watoto wao waweze kufata mafunzo ya dini kikamilifu. Na ndio maana sisi tumechukua nafasi ya kutaka kuonesha wazazi umuhimu wa watoto ni kitu gani wako wanafanya shuleni, na ndio maana tumeandaa msabaka ambao ni First Holy Quran Competition. Itafanyika, imeandaliwa na shule za, e, za muungano Eh, Quranic School Alliance ambayo ndiyo imeandaa msabaka huyo, lakini vilevile itakuwa imejumuisha na shule zingine ambazo hazimo katika muungano huyo, ili kutaka kuonesha wazazi kwamba wajioneno, wajisikilie ni kipi vijana wao, ni kipi watoto wao wako wanafanya shule. Na tunawaomba kutokana na hali hiyo, tunawaomba walimu wote, tunawaomba wazazi wote, mashehe, maimam na wafadhili aina mbalimbali kuweza kuhudhuria katika msabaka huyo, ili kuleta motisha katika vijana na katika shule za watoto wao. Na nam kumalizia kipindi chetu, ndugu mtazamaji, Mungu atupe tofiki kwa ambayo yote yamezungumzwa hapa, na Mungu atuwezeshe na Mungu pia atupe moyo wa kuzijali hali za madrasa kwa njia moja manyingine. Na bila shaka unapofadhili madrasa ni kwamba unasukuma elimu ya dini iendelee kwa watoto zetu, aa wa wa, wa wa wa ma kwa vijana wetu ambao ndio watakuwa, watakuwa mustakbali wa baadaye. Watakuja wasimame misikiti wao ndio maimamu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.